Je, unajua kuwa katika historia ya watu wa Mungu, mara nyingi nguvu za giza zilikutana na kishindo cha Mungu kilichowakimbiza mabaya na washami mbali na nyumbani mwao? Huu ni ushuhuda wa nguvu ya kiroho isiyokuwa na kifani, ambayo haikukubali dhambi na uovu kushikilia waja wake. Katika simulizi hili, tutashuhudia jinsi wakoma walivyotoka kwa nguvu ya Mungu wakakimbiza washami, na jinsi tukio hilo linavyotufundisha kuhusu utii, imani na hatima ya yule anayeishi kwa Mungu. Dunia ilikuwa imejazwa na dhambi. Wakazi wa miji ya kale walikuwa wakitumia hila, uchawi na ubinafsi wa kibinadamu kumdhalilisha jirani zao na kuendesha maisha yao kwa tamaa. Washami walikuwa wakimdiliwa na dhambi, walikuwa wakimkataa Mungu na kushirikiana na nguvu za giza. Katika mji mmoja wa kale palikuwapo watu wanne. Yule mmoja alikuwa mwenye tamaa, mwingine alikuwa muongo mkubwa, watatu alikuwa mchoyo, na wanne alikuwa mtenda dhambi ya ubinafsi. Walijitengenezea harem ya mali haramu wakitumia wengine kama watumwa, na wakipenda zaidi hila kuliko ukweli. Lakini hawakujua kuwa hakuna nguvu ya giza inayoweza kushindana na nguvu ya Mungu. Hapo palitokea onyo: wakoma, watumishi wa Mungu, waliitwa kutoka mbali na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Walipokuwa karibu na mji huo, kishindo cha kiroho kilianza kumtisha kila mnyama wa giza, kimbilio la dhambi, hila za masharti ya kijamii na uchawi wa mara kwa mara. Hii ilikuwa ishara ya nuru kuingia kwenye giza. Hakuna mtu aliyemwadilifu aliyetakiwa kuteseka milele. Wakoma walikimbiza hesabu ya washami kwa njia ya kushangaza. Kila dhahabu iliyoibiwa ilirudishwa, kila hila iliyopangwa ilifutwa, na kila nyumba ya dhambi ilikunjwa na nuru. Hii ilikuwa kama kimbilio cha nguvu zisizo za kawaida, kishindo kilichokuwa kikichukua kila kona ya mji. Kishindo cha kwanza, hofu inapoingia. Hofu ilianza kutawala mioyo ya Washami. Waliogopa kwa sababu waliona ishara za Mungu zikifanya kazi moja kwa moja, viti vya dhahabu viliporomoka Maboma ya dhambi yakiporomoka na mitindo yao ya giza ikitoweka. Walijaribu kuunganisha nguvu zao, kishindo cha wakoma kilipiga mara mbili na kila mlango wa dhambi ukafungwa. Ni kama moto usio nzima ulipokuwa ukiwaka, ukitoa mwanga wa hukumu na wokovu kwa wale wa waadilifu. Mashahidi wa tukio hili waliona kuwa hakuna mbinu za dhambi zinazoweza kushinda mbele ya utii na haki za Mungu. Kishindo cha pili Uharibifu wa hila na uchawi. Kila hila ya washami ilionekana kuanguka mbele ya wakoma. Uchawi wao uliokuwa umekuzwa kwa miaka mingi ulizimwa kama moto kwenye mvua. Mifumo ya uongo wa kijamii, biashara za udanganyifu na sanamu za ubinafsi wa kibinadamu viliporomoka. Walipojaribu kuunganisha nguvu zao, kishindo cha wakoma kilipiga mara mbili, na kila mlango wa dhambi ukafungwa. Ni kama moto usiozima ulipokuwa ukiwaka ukitoa mwanga wa hukumu na ukovu kwa wale wa waadilifu. Mashahidi wa tukio hili waliona kuwa hakuna mbinu za dhambi zinazoweza kushinda mbele ya utii na haki za Mungu. Kishindo cha tatu, ukimbizi wa Washami. Kwa sauti ya mlio wa kiroho, Washami walianza kukimbiza, kila mmoja akiwa na hofu moyoni mwake. Walijaribu kuingia miji mingine, lakini kishindo kilikuwa kifuani mwao. Hakuna njia ya kuepuka. Hakuna kimbilio la dhambi lililo salama. Kila kona ya mji ilijawa na mwanga wa kiroho na nguvu za giza zikaonekana zikipotea. Hapa ndipo pale walipoona ukweli, dhambi na uovu vina nguvu tu pale mtu anapomkataa Mungu. Kishindo cha wakoma kilikuwa mfano wa haki ya Mungu kuondoa giza, na kila shujaa wa dhambi alipata kuonekana kuwa hatari mbele ya nuru ya Mungu. Wale waliokuwa na imani ambao walikuwa wafuasi wa kweli wa Mungu walibaki salama. Kishindo cha wakoma kilikuwa kivuli cha ulinzi. Kila mnyama wa giza alijaribu kuwasogelea, lakini hakufaulu. Waliobaki wakiwa waadilifu waliona niku ikifutika na mchana ukazaliwa upya. Majira ya mwanga yalijaa ahadi na furaha ya Mungu. Hii ilikuwa ishara kubwa, hata katika giza la mwisho utii na imani vinaweza kumkomboa wa mwanadamu. Wale waliokubalika walijua kuwa nguvu za giza hazina mamlaka juu yao, kwa sababu wakoma waliokuwa na roho Mtakatifu walishiriki katika wokovu wao. Mafundisho ya kiroho: nguvu ya Mungu ni kamili. Kishindo cha wakoma kilionyesha kuwa hakuna mbinu ya giza inayoweza kushinda mbele ya utii wa mtu aliyemtii Mungu. Dhambi haipatikani bila hukumu. Wale waliokuwa washami walikimbizwa adabu na hukumu ya giza ilitokea moja kwa moja utii na imani hutoa wokovu wale waliokuwa waadilifu walibaki salama wakipokea furaha ya mungu na haki ya milele busara ya kiroho ni kuzuia dhambi simulizi hili linatufundisha kuwa ufahamu wa kiroho na kutambua nguvu za giza ni muhimu ili kuishi kwa haki mbele ya mungu kishindo cha wakoma kilikuwa ushuhuda wa nguvu ya mungu Giza limeweza kuharibiwa, dhambi inaweza kuondolewa, na wale waliokubali nuru wanaweza kubaki salama. Washami walikimbizwa, lakini wale waliokuwa waadilifu walibaki wakishuhudia ushindi wa haki. Simulizi hii ni fundisho: hata wakati nguvu za giza zinapojitokeza, kishindo cha Mungu kinaweza kuondoa dhambi na kulinda waaminifu wake. Nuru ya Mungu ina uwezo wa kufuta minyororo ya dhambi na kuleta wokovu wa milele. Biblia inatufundisha mwenye utii na imani hakika atashuhudia ushindi, na hakuna nguvu za giza zinazoweza kumshinda. Pateni simulizi za Biblia zenye nguvu kila siku, bonyeza subscribe sasa na ujichanganye nasi kwenye safari ya ukweli wa Mungu.